Maisha yanaweza kuwa magumu, tunakutana na changamoto, tunahisi hofu, tunabeba mizigo. Katika nyakati hizi tunahitaji chanzo cha nguvu, tunahitaji faraja, tunahitaji tumaini. Biblia inatupatia tumaini hili. Imejaa ahadi kutoka kwa Mungu. Ahadi hizi zinatupa maneno ya faraja. Zinatuhakikishia kwamba hatuko peke yetu. Ahadi hizi ni kwa ajili yako, ni kwa ajili yangu, ni kwa ajili ya kila mtu anayetafuta amani. Hebu tuchunguze baadhi ya ahadi hizi pamoja. Hebu tugundue nguvu na faraja wanazotoa. Hofu ni hisia kali, inaweza kutufanya tusiweze kufanya kitu, inaweza kutuibia furaha yetu. Lakini Mungu anatuambia usiogope, kwa maana mimi nipo pamoja nawe, Isaya 41. Maneno haya ni kama kamba ya wokovu, yanatukumbusha kwamba Mungu yupo karibu nasi kila wakati. Yeye yupo pamoja nasi katika mapambano yetu, hatatuacha wala hatatutupa. Wakati hofu inapokuzingira, kumbuka maneno haya. Mungu ni nguvu yako, atakusaidia, atakutegemeza kwa mkono wake wa kuume wa haki. Sote hubeba mizigo. Mahangaiko hutulemea, wasiwasi wa maisha unaweza kutuzidia. Yesu anaelewa shida zetu, anatupa raha. Njoni kwangu ninyi nyote msumbuka na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Mathayo sura ya kumi na moja mstari wa ishirini na nane. Yesu anatualika tumletee mizigo yetu. Anatoa msaada kubeba mzigo wetu, anataka kutupa amani. Nira yake ni laini na mzigo wake ni mwepesi. Katika uwepo wake tunapata raha nafsini mwetu. Tunachoka, nguvu zetu zinapungua. Katika shughuli za kila siku, ni rahisi kuhisi kulemewa. Uzito wa majukumu, madai ya mara kwa mara ya muda na nguvu zetu, na changamoto zisizoisha zinazotukabili zinaweza kutufanya tujisikie tumechoka kabisa. Mara nyingi tunajikuta mwisho wa uwezo wetu, tukiwaza jinsi tunavyoweza kuendelea. Ni katika nyakati hizi za uchovu mwingi ambapo tunahitaji kukumbuka kwamba hatuko peke yetu. Kuna chanzo cha nguvu kilicho kikubwa kuliko sisi wenyewe. Changamoto za maisha zinaweza kutufanya tujisikie tupu, iwe ni msongo wa mawazo kazini, mivutano katika mahusiano au majaribu ya afya binafsi. Vikwazo hivi vinaweza kumaliza nguvu na roho zetu. Tunaweza kuhisi kama tunapigana vita isiyoisha bila mwisho unaonekana. Mapambano tunayokabiliana nayo yanaweza kuonekana hayawezi kushindwa na mzigo unaweza kuhisi mzito sana kubeba. Lakini katika nyakati hizi za shida, lazima tukumbuke kwamba kuna tumaini. Kuna ahadi ya kufaniwa upya na nguvu ambayo tunaweza kushikilia. Lakini Mungu anaahidi kufufua nguvu zetu. Kama vile jua linavyochomoza kila asubuhi, likileta mwanga na joto kwa siku mpya, ndivyo Mungu anavyotupatia mwanzo mpya. Yuko pale kutunyanyua tunapokuwa chini, kutupatia nguvu tunahitaji kukabiliana na kila changamoto mpya. Ahadi yake si tumaini la muda mfupi, bali ni uhakika thabiti tunaoweza kutegemea. Haijalishi jinsi tunavyohisi uchovu au kuchoka, tunaweza kumwamini Mungu kwamba atatupatia nguvu tunayohitaji kuendelea. Huwapa nguvu wazimiao, huwazidishia uwezo wale wasio na nguvu. Isaya 40:29. Aya hii kutoka kwa Isaya ni ukumbusho wenye nguvu wa msaada wa Mungu usioyumba. Tunapokuwa chini kabisa, tukihisi dhaifu na bila nguvu, Mungu huingilia kati kutupatia nguvu tunayohitaji. Yeye hatupi tu nyongeza ya muda, bali uwezeshaji wa kudumu ambao unaweza kutuongoza hata katika nyakati ngumu zaidi. Nguvu zake zinakamilika katika udhaifu wetu na nguvu zake zinapatikana kwa wote wanaomtafuta. Unapofikiria kukata tamaa, kumbuka ahadi hii. Ni rahisi kupoteza tumaini tunapokabiliwa na changamoto zisizoisha, lakini katika nyakati hizo za kukata tamaa lazima tushikilie ahadi kwamba Mungu yu pamoja nasi. Anaona mapambano yetu, anajua maumivu yetu na yuko tayari kutusaidia. Kwa kumgeukia yeye, tunaweza kupata moyo na nguvu tunayohitaji ili kuendelea. Hatuko peke yetu katika vita vyetu. Mungu ndiye msaada wetu wa daima. Mungu ndiye chanzo cha nguvu zako, atakufanya upya. Tunapogeukia Mungu katika maombi, tunajifungulia nguvu zake za kutufanya wapya. Kupitia maombi, tunaweza kupata amani na kufanywa upya. Ni katika nyakati hizi tulivu za kuungana na Mungu ambapo tunaweza kuhisi uwepo wake kwa nguvu zaidi. Anatujazia Roho yake akitupatia nguvu na azimio la kuendelea mbele. Haijalishi tunajisikiaje tupu, Mungu yuko tayari kutujazia tena. Atakupa nguvu ya kuendelea. Mngoje Bwana. Uvumilivu na imani ni muhimu. Kwa kumgoja Bwana, tunaonyesha imani yetu katika wakati wake na mpango wake kwa maisha yetu. Si rahisi kila wakati kuwa mvumilivu, hasa tunapokuwa na hamu ya kupata nafuu. Lakini kwa kumgoja Mungu, tunamruhusu afanye kazi katika maisha yetu kwa njia yake kamilifu. Anajua tunachohitaji na wakati gani tunakihitaji, naye atatupatia kwa wakati wake. Atafanya upya nguvu zako. Kama vile alfajiri inavyoleta siku mpya, ndivyo Mungu anavyoleta upya katika maisha yetu. Nguvu zake hazina kikomo, naye huzitoa kwa uhuru kwa wale wanaomtafuta. Kwa kumgeukia Mungu, tunaweza kupata upya tunaohitaji kukabiliana na kila siku kwa ujasiri na tumaini. Ahadi yake ya nguvu ni chanzo cha kutia moyo kila wakati, ikitukumbusha kwamba tunaweza kushinda kikwazo chochote kwa msaada wake. Mtaruka juu kwa mabawa kama tai. Taswira hii yenye nguvu kutoka katika Biblia inaonyesha uhuru na nguvu ambazo Mungu anatupa kama vile tai anavyoruka juu ya dunia akibebwa na upepo, ndivyo tunavyoweza kupanda juu ya changamoto zetu kwa msaada wa Mungu. Anatunyanyua, akitupatia mtazamo na nguvu tunayohitaji kushinda matatizo yetu. Kwa Mungu tunaweza kufikia urefu ambao hatukufikiria kamwe. Mtakimbia wala hamtachoka. Kwa nguvu za Mungu tunaweza kuendelea hata wakati safari ni ndefu na ngumu. Anatupatia uvumilivu tunaohitaji kuendelea mbele, haijalishi njia ni ngumu kiasi gani. Kwa kumtegemea Mungu, tunaweza kupata nguvu na azimio la kuendelea kukimbia mbio zetu, tukijua kwamba yuko pamoja nasi kila hatua ya njia. Mtatembea wala hamtazimia. Kwa msaada wa Mungu, tunaweza kukabiliana na kila siku kwa ujasiri na nguvu. Anatupatia uwezo wa kuendelea mbele hata wakati safari ni ngumu. Kwa kumwamini Mungu, tunaweza kupata nguvu ya kuendelea kutembea, tukijua kwamba yuko pamoja nasi kila hatua ya njia. Ahadi yake ya nguvu ni chanzo cha kutia moyo kila wakati, ikitukumbusha kwamba tunaweza kushinda kikwazo chochote kwa msaada wake. Sehemu ya tano warithi wa ahadi ya mbinguni. Warumi sura ya nane, mstari wa kumi na sita hadi kumi na nane. Katika sehemu hii tunazama katika ukweli wa kina kwamba kama waumini, sisi si wafuasi wa Kristo tu, bali pia tu watoto wake. Utambulisho huu si jina tu, ni ahadi, dhamana ya nafasi yetu katika familia ya Mungu. Sisi tu watoto wa Mungu. Huu ndio utambulisho wetu, huu ndio urithi wetu. Fikiria furaha na usalama ambao mtoto huhisi katika familia yenye upendo. Huo ndio aina ya uhusiano tulionao na Mungu. Sisi si marafiki tu au jamaa wa mbali, sisi ni watoto wake wapendwa, tunaopendwa na kuthaminiwa kupita kiasi. Kupitia imani katika Yesu Kristo, tunakuwa warithi wa ahadi zake, ahadi zake. Ahadi hizi si za wakati ujao tu, ni za hapa na sasa. Ni ahadi za amani, furaha na uzima wa milele. Ni ahadi zinazotupa nguvu wakati wa shida na tumaini wakati wa kukata tamaa. Roho mwenyewe hushuhudia pamoja na roho zetu kwamba sisi tu watoto wa Mungu. Ushuhuda huu wa ndani ni uhakika mkubwa kwamba sisi ni wake. Ni ukumbusho wa daima kwamba hatuko peke yetu, kwamba tuko chini ya uangalizi wake kila wakati. Basi, ikiwa tu watoto, basi tuwarithi warithi wa Mungu na warithi pamoja na Kristo. Warumi sura ya nane, mstari wa 16 hadi 17. Hii ina maana kwamba kila kitu cha Kristo ni chetu pia. Tunashiriki katika utukufu wake, nguvu zake, na ufalme wake wa milele. Hii ni ahadi inayozidi utajiri na nguvu zote za duniani. Ahadi hii inatujaza tumaini. Ni tumaini ambalo halitegemei hali zetu, bali juu ya asili isiyobadilika ya Mungu. Ni tumaini linalotupa ujasiri wa kukabiliana na kila siku kwa kujiamini, tukijua kwamba mustakabali wetu uko salama mikononi mwake. Hatutambuliki kwa hali zetu. Utambulisho wetu haujaundwa na changamoto tunazokabiliana nazo au mafanikio tunayoyapata; imebainishwa na uhusiano wetu na Mungu. Uhusiano huu unatupatia mtazamo mpya juu ya maisha uliojaa kusudi na maana. Tunatambulika kwa uhusiano wetu na Mungu. Uhusiano huu ndio msingi wa utambulisho wetu na urithi wetu. Ni uhusiano uliojengwa juu ya upendo, uaminifu na imani. Ni uhusiano unaotubadilisha kutandani kwenda nje na kutufanya tufanane zaidi na Kristo kila siku. Tuna mustakabali uliojaa tumaini. Tumaini hili si mawazo matupu tu, ni matarajio ya uhakika ya yale ambayo Mungu ameahidi. Ni tumaini linalotutia nanga roho zetu, likituweka imara na salama katikati ya dhoruba za maisha. Tuna urithi ambao hauwezi kupotea kuharibika au kufifia. Urithi huu umehifadhiwa mbinguni kwa ajili yetu, umelindwa na nguvu za Mungu. Ni urithi ambao una thamani zaidi kuliko hazina yoyote ya duniani, unaodumu zaidi kuliko mali yoyote ya dunia ni ahadi kuu ya uzima wa milele pamoja na Mungu, ahadi inayojaza mioyo yetu furaha na maisha yetu kusudi. Sehemu ya sita: amani ipitayo akili zote. Dunia hutoa amani, lakini ni amani dhaifu. Ni amani ambayo inaweza kuvurugika kwa urahisi na machafuko na kelele za maisha ya kila siku. Mara nyingi tunajikuta tukitafuta faraja katika starehe za muda mfupi, na mwishowe tunajihisi tupu na na wasiwasi tena Amani ambayo dunia inatoa inategemea hali na mambo ya nje. Ni hisia ya utulivu wa muda mfupi ambayo inaweza kuvunjika mara moja na matukio yasiyotarajiwa au changamoto. Huvunjika kwa urahisi na dhoruba za maisha. Wakati pepo za shida zinavuma na mawimbi ya kutokuwa na uhakika yanatupiga, amani ambayo tulidhani tunayo inaweza kutoweka haraka. Tunajikuta tukitupwa huku na huko, tukijitahidi kuendelea kuelea katikati ya dhoruba. Amani ambayo dunia inatoa haitoshi kututegemeza katika majaribu na dhiki za maisha. Ni amani dhaifu ambayo huanguka chini ya shinikizo na kutuacha tukihisi hatarini na kuogopa. Yesu anatoa aina tofauti ya amani. Ni amani ambayo haitegemei hali za nje au starehe za muda mfupi. Ni amani inayotoka ndani, yenye mizizi katika uhusiano wa ndani na wa kudumu naye. Amani hii ni thabiti na haibadiliki, hata mbele ya changamoto kubwa zaidi za maisha ni amani ipitayo akili zote, amani inayolinda mioyo na akili zetu katika Kristo Yesu. Amani nawaachieni, amani yangu nawapa ninyi. Maneno haya Yesu, ya Yesu yanatukumbusha kwamba amani yake ni zawadi, inatolewa bure kwa wale wanaomwamini. Ni amani ambayo haipatikani au haistahiliwi, lakini inatujalia kwa neema na mwokozi mwenye upendo. Amani hii ni kielelezo cha uwepo wake katika maisha yetu, ukumbusho wa kudumu kwamba hatuko peke yetu, bila kujali tunakabiliwa na nini mimi siwapi kama ulimwengu utoavyo. Amani ambayo Yesu anatoa ni tofauti kabisa na amani ambayo ulimwengu unatoa. Haitegemei hali za muda au raha za muda mfupi. Ni amani ya ndani na ya kudumu, inayotoka kwa kumjua na kumwamini. Ni amani ambayo inabaki thabiti na haibadiliki hata katikati ya machafuko na kutokuwa na uhakika. Ni amani inayozidi uelewa wetu, amani inayojaza mioyo yetu na tumaini na uhakika. Msifadhaike mioyoni mwenu, wala msiwe na woga. Maneno haya ya Yesu ni ukumbusho wenye nguvu kwamba hatuhitaji kuishi kwa hofu au wasiwasi. Amani yake inapatikana kwetu hata katikati ya changamoto kubwa zaidi za maisha. Tunapoweka tumaini letu kwake, tunaweza kupata hisia ya utulivu na uhakika inayozidi hali zetu. Tunaweza kukabiliana na kila siku kwa ujasiri, tukijua kwamba yuko pamoja nasi na kwamba amani yake itatutegemeza. Amani hii inapita uelewa wetu, inalinda mioyo yetu, inatuliaza hofu zetu ni amani ambayo haitikisi kwa urahisi, amani ambayo inabaki thabiti hata mbele ya shida. Ni amani inayojaa tumaini na uhakika, amani inayotukumbusha kwamba hatuko peke yetu. Tunapopata amani hii, tunaweza kukabiliana na changamoto za maisha kwa ujasiri na ushujaa, tukijua kwamba tumeshikiliwa katika mikono yenye upendo ya Mwokozi wetu. Ni amani ambayo inabaki hata katikati ya majaribu. Tunapokabiliwa na magumu na changamoto, amani hii inatutegemeza na inatupa nguvu. Ni amani ambayo haitegemei hali zetu bali uhusiano wetu na Yesu. Ni amani inayojaa tumaini na uhakika, amani inayotukumbusha kwamba hatuko peke yetu. Haijalishi tunakabiliwa na nini, tunaweza kupumzika katika kujua kwamba amani yake itatutegemeza. Wakati wasiwasi unatishia kukushinda, kumbuka maneno ya Yesu, yeye ndiye amani yako. Katika nyakati za hofu na kutokuwa na uhakika, tunaweza kumgeukia na kupata amani ambayo mioyo yetu inatamani. Amani yake ni kimbilio, mahali pa usalama na ulinzi katikati ya dhoruba za maisha. Tunapoweka tumaini letu kwake, tunaweza kupata hisia ya utulivu na uhakika inayozidi hali zetu. Yeye ndiye amani yetu, na ndani yake tunapata pumziko la roho zetu. Sehemu ya saba kupata tumaini katikati ya mateso. Mateso ni sehemu ya maisha. Tutakabiliwa na majaribu, tutapata maumivu, lakini ahadi za Mungu zinatoa tumaini hata katika mateso yetu. Pia tunajivunia mateso yetu kwa sababu tunajua kwamba mateso huzaa uvumilivu, uvumilivu tabia, na tabia tumaini. Kupitia mateso, tunakuwa na nguvu zaidi, tunakuza uvumilivu, tunajenga tabia na hatimaye mateso yetu huzaa tumaini. Tumaini hili halitatuangusha, ni tumaini lililotiwa nanga katika upendo wa Mungu. Sehemu ya nane: dawa ya kuponya roho zilizojeruhiwa. Sisi ni watu walivunjika, tunabeba majeraha ya zamani. Tunapitia maumivu ya kihisia lakini Mungu anaahidi uponyaji kwa roho zetu zilizojeruhiwa. Alichomwa kwa ajili ya makosa yetu, aliteseka kwa ajili ya maovu yetu, adhabu iliyoleta amani kwetu ilikuwa juu yake, na kwa majeraha yake sisi tumeponywa. Yesu alichukua maumivu yetu juu yake, alichukua huzuni zetu. Kupitia sadaka yake tunapata uponyaji na ukamilifu. Upendo wake ni dawa kwa majeraha yetu, neema yake inafunika kuvunjika kwetu. Katika uwepo wake tunapata urejesho. Sehemu ya tisa: hitimisho. Tumetiwa nanga katika ahadi za Mungu. Maisha ni safari iliyojaa furaha na huzuni, lakini hatupaswi kukabiliana nayo peke yetu. Ahadi za Mungu ni nanga yetu. Ahadi hizi zinatoa faraja wakati wa shida, zinatoa nguvu tunapokuwa dhaifu, zinatupa tumaini wakati mambo yanaonekana hayaendi. Shikilia ahadi hizi, zitafakari, ziache ziaze mioyo yenu na amani na furaha, kwa maana katika ahadi za Mungu tunapata uzima, tumaini na imani isiyoyumba.